Tuna agenda mbili za kuomba hapa. Agenda ya kwanza kunyamazisha mashambulizi yote kwenye ulimwengu wa roho yanayovizia wakati wetu na makusudi tuliobeba sisi na familia zetu na watu wa nyumbani kwetu, maroho yote ambayo yanavizia pale kuweka uharibifu, Mungu ayanyamazishe. Lakini agenda ya pili Biblia inasema nitakurudishia hiyo miaka iliyoliwa na parare na madumadu na nini na na nondo na jeshi lake kubwa. Agenda yetu ya pili, Mungu atusaidie katika nyakati zetu, basi tukaione neema na tuone urejesho wa nyakati ambazo pengine zilipotea bila kuleta matunda juu ya maisha yetu. tafadhali usimame. Tafadhali usimame. Agenda ya kwanza ndo hiyo, kunyamazisha mashambulizi yote kwenye ulimwengu wa roho juu ya wakati wako, lakini agenda ya pili kumwomba Mungu aachilie neema yake ya urejesho kwa wakati ambao pengine ulipita ulipotea juu ya maisha yako, akusaidie tena kwa kiwango kingine. Hebu sema na mimi eh, Bwana Yesu na tuombe tu kwa nguvu. Ee Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako. Ni wewe ambaye unaachilia majira, unaachilia nyakati kwenye maisha yetu, na kila majira unayoyaachilia yana kusudi ndani yake, maana neno lako linasema kwa kila jambo, kwa kila kusudi chini ya jua lina wakati wake na lina majira yake. Kila wakati unapouachilia una kusudi ndani yake. Asante e Bwana Yesu kwa agenda zilizotangulia, maana ni wewe ambaye unatusaidia kuondoa uovu wa asili kwenye misingi ya wakati wetu, lakini ni wewe uliyetusaidia kuondoa uovu uliosababishwa na mikono yetu wenyewe, lakini ni wewe unayetusaidia kuondoa uovu uliosababishwa na waliotuzunguka. Asubuhi ya leo ninaibeba damu yako, asubuhi ya leo ninaibeba damu yako iliyo bora zaidi, yenye nguvu na sauti na uwezo zaidi. Kwenye ulimwengu wa roho, ninaiachilia kwenye wakati wangu ninaiachilia kwenye wakati wangu, ninaiachilia kwenye wakati wa, wakati wa familia, ninaiachilia kwenye, wa wa kwenye wakati wa kanisa, ninaiachilia kwenye wakati wa uzao, ninaiachilia kwenye wakati wa taifa, ninaiachilia kwenye wakati wa uwekezaji, ninaiachilia kwenye wakati wa afya, ninaiachilia kwenye wakati wote na majira yote yaliyoachiliwa juu ya maisha yangu, hiyo damu ya Yesu ikapeleleze sasa shambulio lolote, shambulio lolote lililotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho, shambulio lolote lililotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho, shambulio la asili, shambulio la mizimu shambulio la majini, shambulio la mapepo, shambulio la jeshi baya la uharibifu kwenye ulimwengu wa roho, hilo shambulio ninalinyamazisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, shambulio la kiganga, shambulio la kichawi, shambulio la laana, shambulio la matamko, shambulio la manuizo ninayaangusha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu kwa damu ya, ya, ya, ya, ya Yesu, embu itia damu ya Yesu, itia damu ya Yesu, angusha hayo mashambulio katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti. Tunaiachilia damu ya Yesu kwenye wakati wa familia, tunaiachilia damu ya Yesu kwenye wakati wa wawekezaji, tunaiachilia damu ya Yesu kwenye wakati wa uchumi, tunaiachilia damu ya Yesu kwenye wakati wa ndoa, tunaiachilia damu ya Yesu kwenye wakati wa afya, tunaiachilia damu ya Yesu kwenye wakati wa kanisa, tunaachilia damu ya Yesu kwenye wakati wa taifa, tunaachilia damu ya Yesu kwenye wakati wa boma, tunaachilia damu ya Yesu kwenye wakati wa jamii, tunanyamazisha kila shambulio, tunanyamazisha kila shambulio, shambulio lililotumwa kwenye ulimwengu wa roho kuhakikisha ya kwamba ile neema haionekani kuhakikisha ya kwamba mpenyo hamna, kuhakikisha ya kwamba baraka hamna, kuhakikisha ya kwamba hamna maongezeko, kuhakikisha ya kwamba hamna ushindi, kuhakikisha ya kwamba hamna furaha, kuhakikisha ya kwamba hamna kicheko. Kila shambulio lililotumwa kwa siri ama kwa wazi, ili kuyafuatilia maisha ya huyu mama, ili kuyafuatilia maisha ya huyu baba, kwa namna yoyote ile, kwa namna ya asili, asili ya maisha yake, kwa namna ya mazingira yaliyomzunguka kwa namna ya mambo mbalimbali mbali ambayo yametokea kwenye maisha na ulimwengu wa roho, kwenye upande wa giza, ukaweza kusimama mbele ya safari yake na kuweka ukuta. Tunaibeba damu ya Yesu inayonena mema zaidi ya damu ya Habili, tunaiachilia juu ya maisha yake, tunaiachilia juu ya familia yake, tunaiachilia juu ya jamii yake, hiyo inayomfuatilia huyu baba, hiyo inayomfuatilia maisha huyu mama hiyo inayofuatilia maisha huyu dada inayofuatilia maisha huyu kaka na kila analolifanya na uwekezaji wake na mipango yake na mikakati yake kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti. Mnazareti, wewe Babeli mkuu umelaaniwa, Babeli mkuu umelaaniwa, wewe Babeli mkuu umelaaniwa, unayesimama kinyume na watoto wa Mungu, unayesimama kinyume na mipango yao, unayesimama kinyume na miradi yao, unayesimama kinyume na uzao wao, unaosimama kinyume na elimu za watoto wao, unaosimama kinyume na mradi wake wa ujenzi, hiyo nyumba yake anayojenga, unayesimama kinyume na hiyo ofisi yake anayofanyia kazi kwenye ofisi na taaluma na cheo alicho nacho leo, tunakuangusha waziwazi kwenye hii madhabahu, tunakuangusha waziwazi kwenye hii madhabahu, tunakuangusha waziwazi kwenye hii madhabahu, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, Mnazareti. Roho za giza, falme za giza, jeshi la kuzimu, pepo wabaya, mamlaka za giza zinazotembea na kufanya kazi misimu majini kila namna ya roho zinazosimamia hasara, zinazosimamia vilio, zinazosimamia kupoteza, zinazosimamia maumivu, toka, achilia maisha yake, toka, achilia miradi yake, toka, achilia mipango yake, toka, achili ya mikakati yake, toka, achilia njia zake, toka, achilia maono yake, toka, achilia kusudi lake, toka, achilia mipango yake, toka, achilia mikakati yake. Hauna mamlaka tena ya kuendelea kufanya vita pale, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti. Hauna mamlaka tena ya kuendelea kuweka zuio pale. Hauna mamlaka tena ya kuendelea kuweka giza pale. Hauna mamlaka tena ya kuendelea kuweka uharibifu, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwingine umefungwa pale. Kwa sadaka na dhabihu, tunaibeba hiyo damu ya Yesu iliyo sadaka na dhabihu bora zaidi kwenye ulimwengu wa roho, tunaiachilia kwenye hilo shambulio linalopata nafasi kwa njia ya dhabihu na sadaka za giza, sadaka za giza kwa namna ya uharibifu, tunazifuta kwa damu ya mwanakondoo. Hilo shambulio linalotetewa ilo kwa njia ya hiyo dhabihu na sadaka, tunalinyamazisha kimya kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti tunaibeba damu ya Yesu iliyo agano bora zaidi kwenye ulimwengu wa roho kulikoni maagano yote. Wewe shambulio unayeshambulia maisha yake, unayesimama kwa nguzo ya agano la giza, kwa nguzo ya maagano ya uharibifu, kwa nguzo ya maagano yaliyobeba mabaya, tunaiachilia ya hiyo damu ya Yesu iliyo agano bora zaidi kwenye ulimwengu wake wa roho. Hivyo wewe shambulio, uliyepata nafasi kwa njia ya agano, umeanguka waziwazi wazi umeanguka waziwazi wazi. umeanguka waziwazi wazi. umeanguka waziwazi wazi. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti. Maagano ya zamani, maagano mapya, maagano ya siri, kwa maagano ya wazi yanayotengeneza shambulio kwenye kusudi na wakati o, tunayaangusha tena, kwa gano la msalaba, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti tunaibeba damu ya Yesu iliyo sauti bora zaidi kuliko sauti zote kwenye ulimwengu wa roho, ile damu ya Yesu inayonena mema zaidi ya damu ya Habili tunaiachilia kwenye ulimwengu huo wa roho. Kila sauti iliyobeba shambulizi, sauti ya laana, sauti ya maapizo, sauti ya manuizo, sauti ya laana, sauti ya maapizo, sauti ya manuizo, sauti yoyote iliyoachiliwa pale kwenye ulimwengu wa roho na hiyo inatengeneza shambulio kwenye wakati, inatengeneza shambulio kwenye majira haya. Wewe sauti, tunakuangusha waziwazi, hauna mamlaka tena, kwa damu ya Yesu Kristo Kristo Mnazareti, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, hautaendelea kufanya vita tena kwenye maisha ya huyu mtoto wa Mungu, hautaendelea kusimamia uharibifu tena kwenye maisha ya mtoto wa Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti tunaibeba damu ya Yesu iliyofidia bora zaidi kwenye ulimwengu wa roho, iliyofidia zaidi. Na tena tumekombolewa si kwa vitu viharibikavyo, lakini kwa hiyo damu ya thamani, damu ya mwana kondoo. Tunaiachilia kwenye ulimwengu wa roho kila madai juu ya maisha ya watoto wa Mungu, kila madai juu ya hii familia, kila madai ya kiroho ya giza juu ya u kila madai ya giza juu ya ili kusudi linalopiganiwa hapa, hayo madai tunayalipia kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti. Kila dai kwenye ulimwengu wa roho linaloleta shambulio kwa namna moja au nyingine, hilo dai tunaliangusha kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti. Halitabakia tena shambulio kuendelea kuyafuatilia maisha yake na kutengeneza hasara alitaingia tena shambulio kubakia kwenye mipango na mikakati na kusudi analoliombea ili kuleta uharibifu. Lakini kila shambulio limenyamaza kwa damu ya msalaba, kila shambulio limenyamaza kwa agano la msalaba. Chukua na ile sadaka yako nzuri sasa. Mwambie Mungu, naomba neema kwenye wakati wangu. Chukua ile sadaka yako nzuri kabisa na basha ulichukua jana. Mwambie Baba, naomba neema kwenye wakati wangu, naomba neema kwenye wakati wa kanisa, naomba neema kwenye wakati wa familia, naomba neema kwenye afya na wakati wangu wa kuipambania afya, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Baba, ni wewe ambaye ulisema wazi ya kwamba utaturejeshea zile nyakati ambazo ziliharibiwa, yale makusudi yaliyopotea na zile nyakati zilizoshambuliwa, ya kwamba baba unaweza kuyarejesha tena. Baba, una watoto wako wengine waliwekeza sana, lakini wamepoteza vingi sana. Wengine wamefanya kwa bidii sana, kadiri ambavyo waliweka bidii, e Bwana, ndivyo ambavyo waliendelea kupoteza. Lakini asubuhi ya leo tunaomba neema, asubuhi ya leo tunaomba neema, neema. Ile neema ya kurejeshewa ile neema ya kusaidiwa, ya kupewa zile nyakati za furaha, ya kupewa zile nyakati za ushindi, ya kupewa zile nyakati za kuona maongezeko. Baba, tunaziomba juu ya maisha yetu kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti ni wewe ambao uliwatokea wana wa Israeli ukawaambia, huu utakuwa ni mwanzo wa miezi kwenu, huu utakuwa ni mwanzo wa hesabu za siku kwenu, huu utakuwa ndio mwanzo wa miaka kwenu. Hii ulimaanisha ya kwamba miaka yao 430 ya utumwa sasa inafika mwisho, wataanza kuhesabu nyakati za uhuru, wataanza kuhesabu nyakati za heshima, nyakati za kuinuliwa. Baba, tunaomba tukaanze kuhesabu hiyo miaka tukaanze kuhesabu hizo nyakati tukaanze kuzihesabu nyakati ambazo zimebeba kutimia kwa makusudi kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, nyakati za kujenga nyumba na kukaa ndani yake, nyakati za kupeleka watoto shule na wao wakarudi wakiwa na weledi na maarifa, nyakati ya Baba, za kwenda kwenye biashara na kuiona faida, nyakati Baba wa rehema, za kuomba na kuyapata majibu, nyakati za kupata kibali na kukubalika nyakati za maongezeko na heshima, nyakati za kuwa na afya tele, nyakati za kuwa na baraka ebwana, nyakati za kuwa na ushindi ebwana, nyakati za maisha huru ya kiroho ebwana, nyakati za kicheko ebwana. Tunaiomba hiyo neema kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti. Baba nami ndipo sana waombea watoto wako hawa ebwana, ambao kila siku wameamka alfajiri na mapema na kusogea katika madhabahu yako kuja kupiga goti kuomba kwa ajili ya maisha yao kuomba kwa ajili ya familia zao kuomba kwa ajili ya watoto wao kuomba kwa ajili ya uchumi wao kuomba kwa ajili ya kanisa lao kuomba kwa ajili ya taifa lao Baba, ninawaombea hawa watoto wako mfalme wa amani, ninaomba zikaje zile nyakati za kuyaona majibu ya maombi yao, zikaje zile nyakati e bwana za kuona vicheko katika vile ambavyo walikuwa wanatafuta kwako, zile nyakati za kupewa na kupata. Baba, wakazione watoto wako, kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti. Mungu wangu na baba yangu wa rehema, iangalie hata siku yetu hii ya leo, uipokee na kuikubali katika kiti chako cha enzi, ikawe ni siku ya maongezeko na baraka, ikawe ni siku ya neema, ikawe ni siku ya kupata e Bwana. Kwa damu ya Yesu Kristo tunakataa mabalaa na hatari, visasi na bahati mbaya. Tunakataa maumivu na giza visipate nafasi kwenye njia zetu, kwenye njia ya taifa, kwenye njia ya kanisa. kwa damu ya Yesu Kristo Mnazareti, Baba, dhabihu ni ufungua majira na nyakati, e Bwana. Na watoto wako waliachilia dhabihu kwako, mfalme wa amani, majira na nyakati zao zikawa sawasawa sawa na sisi, baba leo tunasogea kwenye madhabahu yako kama mtoto wako Nuhu. E Bwana, tunasogea kama Abrahamu tunasogea, e baba kama Kornelio. Najua hatuwezi kufikia kiwango cha dhabihu walizoachilia kwako, lakini tunaibeba dhabihu ya damu ya Yesu na dhabihu zetu hizi ndogo kabisa. E Bwana, tunaomba utupokee na kutukubali kwenye madhabahu yako, nyakati zetu zikawe wazi, nyakati zetu zikawe huru na si tukaone neema na maongezeko na baraka, litukuzwe lihimidiwe jina lako kwa wiki hii e Baba, iliyojaa utukufu na neema. Tupe tena mwisho mzuri wa wiki, tupe Jumamosi ya ushindi, tupe Jumapili ya ibada ya ushindi, tupe tena neema ya Jumatatu kuamka alfajiri tena kukutana kwenye madhabahu yako kuendeleza shauri lako e Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti na kwa damu ya Yesu. Na washindi tuseme amen na umpigie Yesu makofi ya shangwe. Haleluya, haleluya. Basi nimkaribisha mtumishi wa Mungu kwa ajili ya mwongozo na baraka ya asubuhi. Tuna kila sababu ya kukushukuru Mungu uliye hai, Baba yetu wa mbinguni. Tunasema asante Mungu mtakatifu, kwa namna ambavyo tumekuona wewe katika masifu haya kwa siku zote tano, ambazo hakika Bwana umetuhudumia, nasi tunakutukuza tunakubariki na kukuinua Mungu uliye hai. Na asante kwa namna ambavyo, e Bwana, kila mmoja ameendelea kuona baraka zako katika maisha yake, na neno lako limekuwa neno la wakati na majira, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakutukuza kwa ajili ya mtumishi wako e Bwana, uliyempa neema ya kusimama katika siku Asante kwa ujumbe ambao Mungu uliuweka ndani yake na yeye ameweza kuuachilia kwa watoto wako. Baba, tunakusihi neno hili ambalo limeachiliwa katikati ya maisha yetu likatufae sana kwenye maisha yetu, Bwana, na tukaone kuongezeka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba tunamficha mtumishi wako damuni mwako kinyume na malipizi na visasi vya adui katika jina la Yesu Kristo, yeye pamoja na familia yake na utumishi na huduma uliyoiweka ndani yake. E, Mungu tunamfunika na kumficha damuni mwako, uweza wako na nguvu zako zikazidi kudhihirika ndani yake. Nami ninawaombea watoto wako wanapoondoka mahali hapa Bwana, uso wako uende nasi Mungu, katika yale yote tutakayoenda kuyafanya siku ya leo tukaitwe wabarikiwa katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, pokea sifa heshima na utukufu, kwa maana hakuna aliye kama wewe. Ni katika jina lako Kristo Yesu mwokozi wetu, amen. Pokea baraka za Mungu. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Bwana Mungu akuinulie wa uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pigia Yesu makofi ya shangwe na shukrani. Mungu akubariki sana sana kwa kuwepo katika ibada, lakini nikukaribishe mtu wa Mungu, jioni ya leo tuna ibada ya maombi na maombezi kuanzia saa kumi na moja jioni. Mungu akupe kibali na neema ili tuendelee kuwepo madhabauni pake, amen.